Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema yarfa'u Allahu alladhina amanu. Ujue kwamba walladhina utu lenu daraja ni daraja 300 na daraja 300. Kila daraja moja kwa daraja nyingine ni miaka 500. Wewe pija sasa miaka 500 mpaka umalize miaka mia tatu ila kweli. Allah Subhanahu wa Ta'ala tena akasema eh, wa idha khadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab, na baadaye Allah Subhanahu wa Ta'ala alipochukua ahadi kwa wale watu waliopewa kitabu litubayinannahm linnas, ili la kwanza kabisa kwa hapo, watu wabainishie, watu waweke wazi, watu. Hapa naongelea wasomi, wawaeleze watu. afa Allah ta'ala, subhanahu wa ta'ala asema wala taktumun, wala watu wasifikwe. Mtu anatakiwa apewe uwazi anapokuwa anapochukua nafasi ya mashekhe akaitupia kule

Aushekhe kwa sahihi Bukhari yake amekwenda labda sehemu nyingine, akasema baba na kapenta nataka leo ni nitengeneze sofa wapi? yeye anafahamu anzila nasa manazilahum, watu wapeleke sehemu zao. vipi hawa sisi mashaka zetu yatutaki kuwapa sehemu zao, alasakoshekhe akasema inna min hadlkutati dinin akika, katika mambo min muham, katika mambo ya muhimu ya hawa viongozi wa dini hawa viongozi wa dini Allahu subhanahu wataala, nafasi aliyoweka viongozi wa dini kwanza, akasema ni taalimu nasi umuri dinahu, kwanza ni kuwafundisha watu mambo ya dini yao. Nafasi aliyoweka Allahu subhanahu wataala, kaweka nafasi kubwa sana, kwanza wawafundisha watu dini yao, wanasra walimu sahihi, lakini nawwafundisha watu elimu iliyo sahihi. Allah subhanahu wataala ndio Lakinimtume Muhamad akawa anaelezea ukubwa hawa watu ambao leo tunaona tutawafanya vile tunavyotaka. Mtume akaja akasema siku moja lamantu lkabira aisan min mouti lalami maiti, yane kufa kwa kabila nzima, msimba mzima. Kwa mfano, kabila yako weo mharamu wale mnachusa wakafa, wanyachusa au waharamu wose ambao hawakusoma wote wakafa msiba ni mwepesi kushindana akufanu so, mmoja ukishaona nafasi kama mtu mpaka anasema, watu kama hawa sio wa kuchezea watu hawa. Kukaa wewe unakaa sehemu, una kazi kuwasemasema mashehe, lakini katika vitu vyao ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa ni Islam na akhlaq kutengeleza tabia. Utaona leo tumefikia mpaka hapa tulipofikia kwa sababu ile haki yao ya kuwafundisha watoto maadili tumeitoa. Tumi wana wanawazuni hao, wanaweza wakaa darasani haka, wanasubiria ndio wanasubiria darasa, watoto hamna. Sasa hizo watoto wafundishwe, matokeo yake tumepata ile Gen Z generation zero. Hakuna utakaoambia watasikia. Kwa sababu gani? Murabba madaris hawajapata, yale malezi ya madrasa hawajapata, na kazi ya kitakazi ya kinani Hadithi nyingine tena, mtume Muhammad SAW, takwenda mtume Muhammad SAW anaposema kwamba hawa nafasi yao ni kubwa. Mtume Muhammad siku moja akakaa, akawaambia, anawaambia, anawaambia, anasema kuna watu wataingia peponi, yale makundi yatakayoingia peponi ya makamu kasa hiyo kutakuwa na makundi arba, makundi manne. Katika yale makundi manne kila moja atataka ajifakharishe. Aj ajifakharishe kwa ukubwa wake ya kwa tufanya duniani. Kundi lapaza, sabiri, la kwanza watakupa mujahid fi sabilillah. La, watakupa watu ambao walikuwa wakipigana hii dini, wakapo kwa dini ya Allah, wakapo katika kuita na dini ya Allah. Baka nini katufikia sisi ya mauleo kuna mchezo. Kundi ya pili, itakuwa takuwa munafikun wa mbili litakuwa watu waliotoa mali zao kwa ajili ya njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu kundi la tatu litakuwa na hujaji, watu waliokusanya mali zao, wamekusanya mtu milioni kumi na sita safari hii kwenda hija, alafu akasema sote hizi nazitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, niende nikatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hili litakuwa ni kundi la tatu. Alafu kundi la nne litakuwa kundi la maulama, hawa wasomi, walimu zetu, mashekhe zetu ambao leo tunawaona watu tuna wahavyo shekhe asimiliki, akimiliki shekhe pikipiki, uaaba madrasa msikiti manyungu tu, sadaka zetu, shekhe anakula sadaka zetu, asimiliki shekhe pikipiki, pikipiki upate wewe, sadaka zetu, shekhe anafanya hivi. Sasa hili litakuwa ni kundi la nne, ambalo wataingia peponi bighairi hesabu, watakaa makani mwahidi, watakaa sehemu moja. Sasa nataka nionyeshe subhanahu wa ta'ala, usipoheshimu Allahu Allah subhanahu wa ta'ala, sema baada ya kuomba kuomba, wafadhalna ba'dakum ba'd, tukawafadhilisha nyie juu yenu, heshima hiyo. Ndo hapo utakuta mtoto hata ajenge misikiti gani, ila akikosa radhi ya mzee wake atakwenda motoni. Kwa sababu gani? Allah subhanahu wa ta'ala kamfadhilisha baba yake, iwe ni sababu ya yeye kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akatumba watu sisi, alafu baadhi yetu akachagua fulani awe shekhe, fulani awe nani. Utukufu kashofanya Allah subhanahu wa ta'ala na mabaki jeuri za kule tu. Watakaa pale makundi manne, yatakaa makundi manne pale, basi wataanza kubana hapa, lazima tupate kundi la kwanza kuingia peponi. Tutakaingia peponi sio watu watakuja wataanza mujahid fi sabilillah, watu waliopigana vita kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala watasema watasema, bali sisi ndio wa kwanza kuingia peponi. Sisi tulikwenda tukapigana vita tukafa, na dini hii ikawa mpaka ilivyofikia. Nyie wengine, itakuwaje nyie wengine mwingie peponi? Sisi ndio tutakuwa wa kwanza kuingia peponi. Watakuja watu wa pili, almunfiquna amwalahum fi sabilillah, watu waliotoa mali zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, watamwambia wewe, mujahidi, wewe bwana, wewe uko ndani ya vitani, ulikuwa uko huna silaha. Tusingetoa sisi hela, wewe ukipigana vitani yako ukishinda? Sisi ndio tunakuwa tu wa kwanza kutangulia kuingia peponi, wewe kaa nyuma. Kundi la tatu tutasema, nyie bwana, mnasemaje? Bwana mimi nimekusanya hela milioni 16 sisi mpaka milioni 20 nimekusanya hela zote nikazitupa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi mana mtambulia je, ona baba? Kwa sababu wao tabia zao ni khushui na tadaburi, hata wakikosewa adabu. Ndo maana lazima watokee watotezi wao hawa, kama sisi sasa. Tuone watakapokuwa wanakosewa adabu, tutokee sisi sasa, tuwasemee kama kawaida yao. Hawa ni wazee wakukosewa adabu, hata hapo watakaa kimya, watakaa nyumba. Atakuja Jibrili alaihi salatu wasalam kuja kukata mzozo, anakuta pale kuna mzozo, mpaka nyinyi mnaambiwa mwende kuporu gani? O sasa sisi tunataka nani kati yetu sisi? Anasema, anaanza na na na mujahid, mujahid fi sabilillah kwa eh eh huko wale ambao fadila fadila kupiga kupiga basi basi, wewe ulizaliwa ungejua atangulielw

Akili kama unayo tutakufa, kama hawana wataenda kutia kotoni. Na hivi familia ngapi leo wazazi wao wako makaburini, wanagombania mirathi, kumbapo mtu ana miaka 15 hawajawahi kuchukua hata zile kodi wanazochukua kwa ajili ya familia, nyumba iliyojenga baba yao wakamtolesha na hakuna. Kazi yao ni kokoro, ni kuchoma wazazi wao. Familia ngapi sasa, huyu ana mama, anamwambia tanguliza chakwako, ndio ukatanguliza wewe. Sasa malaika wanamtanguliza ulama. Wewe leo mkaa Muislamu wa Mbea, zaraoki bao kwa mashekhe zenu. Muislamu wa wa Tanzania, anaongea mufti tunasema shekhe wa kwako. Wewe ni mwanadamu Muislamu, utakuja mufikuna. Ua baada ya hapo utakuja mhojaji. Mhojaji wewe unajua kwamba ulijua kwamba ukienda hija ukitoa hiyo, unakuwa ukitoka pale hija yako kubaliwa, inakuwa ni kama umezaliwa upya, alekasheh na ninadauashehe zeni, watangulizeni mashehe zenu kuwa ninadau, basi ulama watafika pale, kwa sababu wao ni wanyonge siku zote, ushui na tabia yao yaoto watafika pale bado kwa sababu wenyewe Allah Subhanahu wa ta'ala alishawajua kama nilivyosema, yarfaillahu alladhina amanu minkum, Allah Subhanahu wa ta'ala atawajua wale walioamini, walladhina utul ilma darajat, watafika pale kwa sababu ya kutakiwa kutolewa zile sehemu yao. Basi wao ile nafasi yao ikisharudi nafasi yao basi watafika pale watamwambia, sisi tunaomba. Ombi letu sisi tunaomba almunfiquna aalah al fi sabilillah, wale walikuwa wakitoa mali zao kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, hawa ni watangulie kwa sababu gani? like, like, sisi tulikuwa tukisoma walilahi hamdu visoo vingine, vitabu vingine mpaka laki mbili laki sita, sisi tunatumia muda mwingi sana kusoma sana kusoma, tulikuwa tusingeweza kupata, lakini hawa walikuwa wakitoa mali zao hata zao wao watu na subhanahu wa ta'ala akawanyanyua. Naam, sehemu ya pili katika kazi zao ni ta'azizil wahda ni kuunganisha umma kwa kitu kimoja sana lakini walikuwa wanaona wamehubiria sana amani, wakasema tafuteni njia nzuri ya kutafuta amani. Mkasema bana, tutakwenda tutachoma mabarabara tutafanya nini? Haya, zile siku tano, mkaoni aa, ulikuwa mnaona mashiko kwao, wakosa hao awa ovyo, mkaona maneno yao walikuwa wakiasiri watu. Wamekaa siku tano ndani kama mwaka, siku tano ndani ukoseu kwako, watu mlikuwa mnatano, lakini siku tano ndani kuumwe au uwe una mgonjwa, njia haiendeki ya kwenda. Siku tano zilikuwa kama mwaka. Muislamu haitakiwi Muislamu kuwafanya hivyo. Mashekhe zenu nafasi zao kwao sana, ni kubwa sana, lakini kulea vijana kazi zao anana <tumana> muda nitaenda sasa. Jamii yetu ilipowaweka Allahu Subhanahu wa ta'ala, tumeona alipowaweka mtume Muhammad Subhanahu wa ta'ala, tumeona alipowaweka ile hadithi ya kusema kadimu hawa watangulize Allahu Subhanahu wa ta'ala sehemu nyingi sana. Anasema kwanza mtume akasema, inna al-ulamaa al-ulamaa warathatul anbiya nasikia masahaba kiishi na mtume ndio nao hawa ziliakshinaoawa tari wa mitume. Sasa tuangalie jamii zetu, namna ilipowaweka mwana wazuri. Kwanza, nafasi zao kubwa mbili ni mbili. Mwana wazuri anaheshimika sehemu mbili, na sehemu moja ina mashaka. Sehemu moja ina mashaka katika hizo mbili. Sehemu mbili anazoheshimika

na sehemu ya pili kwenye harusi na sehemu ya harusi ya heshima yake ya kutosha. Huyu heshima yake ni pale kabla hajafungisha ndoa, ndo sehemu ya harusi. Akishafungisha ndoa tu, raia tena. Kama amechukua nauli mapema, anarudi kwa nguvu. Kama amechukua nauli mapema, anarudi kwa nguvu, shehe na ushehe wake wote aza la ilaha ila la ilaha ila llah hakuzitarazi la haku ilaha il ila. Allah narudi kwa <laughs> Mungu. Sisi ndiyo tulipowaweka au utaangalia utaangalia sasa, katika katika ndiyo maana mimi binafsi mimi binafsi nimetoka katika mambo haya ya o no. Itakuja huko kwanza, jamii ilipowaweka hawa mashekhe jambo la kwanza ni kuwapungua kuwaheshimu. Hatuwaheshimu mashehe zetu, hatuwaheshimu mashehe, ndio wanaongozwa kupuuzwa. Jamii, leo mashehe ndio wanaongozwa kupuuzwa. Mimi nasema kupuuzwa, ni otajua mwenyewe. Maka, mtu mwenye heshima ana biashara yake, anataka aanze na nji ya kumfata shehe. Ana shehe, Mimi nataka nifanye biashara hii. Dini inasema ah, baada ya pala, natafanya na hiyo roho. Sio Walilaya, si ndio? Sasa mtu manake wewe sehemu nao kafika ni sehemu moja, ukipata msiba pale, shekhe shekhe atajua. Sasa kwa shekhe anasema hata mtu ana ndoa yake kwa ila, si ndio? Angalia sasa kwa shekhe anakuza mtu ana ndoa yake. Akapiga budget, ndoa yangu ni shilingi milioni hata 12. Katika ile budget hakuna hakuna hakuna budget ya shekhe. Hebu si huko. Eh?

tumewafanya mashehe zetu kuwa wafanya kazi wa misikiti badala ya viongozi. Tumewafanya hawa mashehe wawe wafanya kazi wa msikitini. Shehe anatakiwa aje, atoke asubuhi, ahakikishe msikiti uko safi, na msikiti usipokuwa safi basi kwa kwanza, kunao bana shehe to jamii leo ilipoweka, leo shehe chafu, shehe alina tamana msakati ya kuku ya kusafisha ule kazi ya shekhe. Lakini sasa hivi kweli shekhe anapewa tena maagizo anapewa maagizo, ile ilikuwa na siku moja na watu. Sasa wao ni kweli, ukisema maneno kama haya watu wanamwambia shekhe ni imamu atutaki. Sasa mimi nilivyojua hizo habari zile kabla sijafika pale, kabla sijashuka, sijajua shekhe mwenyewe anaogopa. Nikawaambia mimi leo nasema ukweli, mvinde mpasuke, sina shida ya hutuba mimi cha ukweli, Allah subhanahu wa ta'ala sema, waambiwe kweli, wala yatumu wala wasifitwe, waambiwe ukweli, wasifitwe. Sasa mwambieni shekhe wenu ni na ndio, utamwambia mwambieni kule bana, sisi tena bana ametulanga, ndio hapo muombie ukweli. Sitogopa kuombea ukweli kwa nani, na siko mtu hapa. Asili ya mwanadamu shekhe, sema ukweli, ndio ndio, asili ya mwanadamu ni kuwa peke yake, amezaliwa peke yake ndio huyu mwanadamu aliyezaliwa peke yake, anaweza leo wa akaumwa, wakaja kumtembelea watu, lakini maumivu atasikia peke yake, lakini atazikwa peke yake, ataishi kule na amali zake. Usiogope kuwa mkwake kwa sababu ya kusema ukweli, ila ogopa kupendwa na watu kwa sababu ya unafiki wao. Kwa sababu gani? wanafiki wapo katika

tumewaweka kwenye mipaka ya msikiti tu, yaani shekhe amewekewa mpaka msikiti. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni kiongozi wa dini, lakini mtume alikuwa ni kiongozi wa jamii. Na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni kiongozi wa dola. Sasa tukitaka kuinia, maanake ni kumfinya nafasi ya shekhe ana wewe na mambo yako ya shemu msikitini, maana tulipofika leo sio leo. Tulipofika kwa sababu wewe leo umesema nafasi ya shekhe ni msikitini tu, unaangalia ndoa haramu nyingi kwa kweli, na hizo haramu nyingi ndio umesema nafasi, kwa sababu ni hapo shekhe. Mwiteni shekhe kwenye habari tokea mazoni pale bana, sisi tunataka tu, tuna hili na hili na hili, dini inasemaje Shekhe? Ah, mimi nataka ninapata mchumba bwana, dini inasemaje nafasi yako, bali nafasi yako, dini inasemaje sasa tutaambia. Sasa maanake utaswali istikhara kabla ya haja. Tumebaki saa hizi tunaangaika, tunaswali sana salatul haja baada ya istikhara, shida ikakata, mtu ameoa bila kutaka ushauri na Allah subhanahu wa ta'ala

Hata kata mwisho ndo nafikia kwa shekhe naomba msaada. Mimi nimetoka huku nimetoka kule leo shekhe naomba nisaidie. Au mshekhe tukusabira huko, kama unakuja kwa shaka weka hapa tano kwa siku ya leo kwa siku ya tano. Abdullah bala bala bala bala abi. Shukuri kwa, Inshallah nafasi za mshekhe na muda wenyewe umetukimbia. Eh, marake alimu mpaka tunasema mambo haya, manake tunataka misikiti i sehemu ambayo tunasema mambo haya. Mashekhe wapewe sehemu zao, wasifanye wafanya kazi, wafanye viongozi na waongoze katika mambo yetu yote, sio kwenye swala. Swala ni jambo kubwa sana, so mwamini kwenye jambo kubwa alafu mambo mengine madogo madogo haya mwamini. Wapewe mashehe nafasi zao, tuache na mambo haya hofu yahovihovi. Na mimi ningefurahi baada ya leo, tunapoona sehemu wanatukana na Sheikh, basi Waislamu wao ndio watu wa kwanza, wao ni watu wa kwanza kumhamu Sheikh wao, hata kama hajamsomesha hata kama ni Sheikh wao. Muislamu atakwaye mtu wa kwanza kumhamu Sheikh wao, hao wanaoambiwa wana mbie PhD, sijui kuna mtu mmoja alisema, sijui yule aitwa nani ana PhD kapata